Nam D Lovu TZ, jamani, uh, mashabiki zangu, leo nimekuja kufundisha kitu kipya kabisa katika simu yako unayotumia. Una uh, hakikisha umenisubscribe chaneli yangu ya D Lovu TZ ili usipitwe na video yote nitakaoiposti. Uh, leo nimekuja kufundisha Uta, jinsi ya, ku, jinsi ya kuvitoa hivi hapa vidirection ambavyo ndio hivi hapa ukavitoa ukaona unatumia kwa kutachi umpembeni, ila au juu utafanyaje ili uvitoe? Aa, leo nimekuja kuelekeza unachotakiwa. Kama ndio hivyo nilikwambia, unachotakiwa ni subscribe ili sipitwe na video nitakayoiposti. Aa, twende nikakuelekeze unachotakiwa. Uitafute setting ya simu yako. Aa, mimi nitaitafuta ambayo ni hapa. Setting takiwa uingie setting, utafute neno laandikwa mi future. Ambalo niili hapa mimi, ambalo ni ili hapa future, mi nitalibonyeza kama hivyo naam Nikishalibonyeza utakutana na maneno mawili. Ukishalibonyeza ukisha hilo neno futures, utakutana na maneno mawili. Unachotakiwa wewe ubonyeze neno la kwanza, ambao ni hili hapa mimi, nitalibonyeza tap a kama hapa unavyoona. Ya kwanza imeandikwa visual navigation, ambavyo vimekaa vi direction, ila hivi hapa, ila hapa chini, ili kuna ile imeandikwa, ambao ni ile imeandikwa against Uh, unaona vidirection hakuna, ila unaelekezwa jinsi ya kutouch mpembeni. Wachotakiwa uh, bonyeze neno ni la pili, mimi nitalibonyeza tap. Lakini ukiangalia huku chini, huku ukiangalia huku chini, vidirection hakuna, hakuna. Ntaboneza tena ili hapa la juu, vishwa navigation, ntalibonyeza tap. Uh, utaona vidirection huku chini vitakuja, ambao ni hivi hapa. Uh, kwa hii ni ni njia rahisi tu, unachotakiwa tu wewe uingie setting, tafuta neno linaloandikwa against, utakutana hivi hapa. Kwa hiyo mimi nitabonyeza hii hapa against, zitapotea kabisa. Hapa nitakapo, umeshaweza jinsi ya kutoa vidirection, ukawa unatumia kwa kutachi pembeni kama hivi. Naam, kama hivi ukitaka unatokea, una touch hapa kati ambao kama hivi, unakopo tayari. Kama, kama nilivyosema mwanzo unahitajika tokiwa ni subscribe ili usipitwe na video nitakao post.